Tumsifistu, Baba, swali langu ni kwa nini Baba Mtakatifu pete yake inavunjwa, sizikwe nayo? Akizikwa nayo ni makosa? Pete yake hazikwi nayo kama zile za kwetu mm? Kwa pete ya Baba Mtakatifu toka zamani ilikuwa kama muhuri, akigonga hivi pete ameidhinisha kitu, akigonga hivi pete ameidhinisha kitu mm. Hivyo kibaki akabaki nayo mmoja wa msiku akaja akaichomua kidoleni, akagonga mihuri, mara fulani mnapata shida, ndio sababu ile pete ingawa so sasa hivi sidhani kama ni muhuri lakini bado ile imebaki. Mm, kwamba pete ndio, ndio ishara ya, ni mojawapo ya ishara muhimu mm, za uongozi. Uongozi umeisha, pete inavunjwa na ile muhuri inavunjwa. Ile pengine niulize hapo katika pete ambazo maaskofu mnavaa, na askofu askofu askofu tuseme, maana kardinali naye, mm, naye ni ni askofu, pengine katika pete yako kuna ile nembo askofu ambayo anaichagua? Hapana. Mm. Unajua zamani maaskofu mm. walikuwa na pete za, za, za gari kweli mm. kama nakuwa kwavono askofu wa Milano wanampa pete yenye dhahabu yenye almasi yenye nini Dio. Sasa walivyokwenda kwa mtaguso mkuu wa Vatikano na papa nani Paulo wa sita akawambia, ninyi maaskofu sasa, mbona mnakwenda kitajiri tajiri, watakata vidole mwishowe, akatupa <laughs> hivi vete vya shaba hivi <laughs> <laughs> hazipati kutu, lakini halina ni chuma tu, mm. yeah. kwenye hii, hapana hapana, si askofu, ni nembo, na na apa, na apa, ni nembo mm. karibu za namna hii zinafanana zote mm. na wengine wakipata wamechora namna ingine navyo zinafanana, basi mm. lakini kwa kawaida zinakuwa na hawa nani watatu Yesu Kristu mm. alafu huko nadhani ni Petro na Paulo nadhani mm. basi na pengine katika kuchagua nembo, askofu anachagua mwenyewe, hiyo nachagua wenyewe, hata na inavyochorwa nachagua mwenyewe, unachagua mwenyewe basi. Nikoa Roma kaveka Roma, wakanichorea kaa chora, weka hiki, weka hiki, weka hiki, nachagua mwenyewe mm -hmm. Kaona na wa Zanzibar wataweka mtumbwi kwa sababu iko Zanzibar Mm -hmm. Mimi ya kwangu niliweka am mama Maria, nikaweka na ti katikati mama Maria na Tereza mm -hmm. Alafu nikaweka mkate na nani, mkate na na, na, na, na mzabibu kwa ajili ya Ekaristi takatifu nikachagua. Alafu nikachagua na maneno pale, nitalitangaza neno la Bwana. Hivyo kila mmoja unatangaza na nembo yako na nani na yako, sawa sawa.